Uongozi wa klabu ya Yanga umesema kuwa mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club leo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa uko pale pale licha ya watani wao kutoa taarifa kuwa hawatocheza. Taarifa ambayo imetolewa na Yanga leo Machi 8, 2025 imesema kuwa mchezo huo utachezwa kama kawaida kwa vile taratibu zimefuatwa, na nukuu Uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa, mchezo wetu wa Ligi Kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano, dhidi ya Simba Sports Club, saa 1 na dakika 15 usiku uko pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young Africans Sports Club kama wenyeji wa mchezo, tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za Ligi Kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote, yote yako tayari. Uongozi wa Young Africans Sports Club utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika mashabiki uwanjani, wanachama, mashabiki, wapenzi na klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika, imesema barua hiyo ya Yanga. Taarifa hiyo ya Yanga imetolewa saa chache baada ya Simba kutoa taarifa ya kugomea mechi hiyo, ikidai kuwa kulikuwa na uvunjifu wa kanuni baada ya timu yao kuzuiwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa jana Ijumaa, Machi 7, 2025. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojiri kuhusiana na sakata la dabi hiyo ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kupigwa leo saa moja na dakika kumi na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa.